Ndugu waandishi wa habari, leo saa kumi na moja alfajiri nimefanya ziara katika baadhi ya vituo vya mabasi yaendayo kwa kasi, kuanzia gerezani hapa Kimara, na nikitoka hapa naelekea pale Mbezi mwisho. Hapa tupo na jeshi la polisi, lakini zaidi RPC pamoja na RTO wa Kinondoni, lakini jambo langu kubwa ambalo nataka kuwafafanulia ndugu waandishi wa habari wa na wananchi wenzetu waweze kuelewa, tumeona klipu nyingi zikiwa zinazunguka zikionyesha watu wananing'inia kwenye magari lakini pia zikionyesha kwamba watu wanasukumana sana kuingia kwenye haya mabasi. Kwanza kama mkuu wa mkoa nikiri kabisa kwamba mabasi haya yameshapungua sana kutoka kwenye idadi yake ya kwanza tangu yalivyonunuliwa mpaka yalivyo sasa hivi, mabasi yanayotoa huduma kwa muda huu. Mabasi ya kampuni ya UDAT yanayotoa huduma hayazidi hata 40. Mabasi yanayotoa huduma kwa sababu ndio mabasi ambayo yana uafadhali. Kitu ambacho kimefanyika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameagiza haraka sana, kama ambavyo niliwapeni taarifa siku ya kwanza kwamba kila barabara apatikane mtu wa huduma mmoja, ili kuwe kuna ushindani wa utoaji wa huduma katika barabara hizi barabara Mororodi, barabara Kilwa Rodi, barabara ya Mwalimu Nyerere ile kwenda airport, pamoja na barabara zingine ambazo ziko mbioni kukamilika. Barabara hii tunayoizungumzia leo ya Morogoro Rodi, hii amepatikana mtoa huduma mmoja nje na Udati. Maana yake ni kwamba kwa muda huu, muda sio mrefu, mabasi yataingia, mabasi ambayo yatakuwa ni kampuni tofauti na Udati. Na kwa nini yamefanyika namna hiyo? imefanyika namna hiyo ili apatikane mtu mwingine mwenye nguvu mwenye uwezo mwenye uwezo wa kiteknolojia wa kuweza kuingiza mabasi haya. Mwanzoni kama mnakumbuka vizuri, UDAT serikali na hisa kwenye UDAT hata tukaona hapana, ni vizuri mabasi haya sasa yakaendeshwa na kampuni binafsi ambao watakuwa na uwezo mkubwa na alodi wa kusimamia masuala yote yanayohusu upakiaji wa abiria. Lakini barabara ya Kilwa Road, ndugu zangu waandishi wa habari na yenyewe tulisema ifikapo tarehe kumi na tano mwezi wa nane kutakuwa tayari kuna mabasi mapya yanayoingia kutoka nchini China. Nayo furaha pia kuwambia kwamba kweli ilipofika tarehe kumi na tano magari yote yalikuwa yako kwenye bandari ya Dar es Salaam. Baada ya hapo, ilikuwa ni kuanza kushughulika na masuala mengineyo ikiwemo mambo ya import duty, mambo ya VIT, ili tuweze kuyatoa kwa release order moja ya mabasi yaweze kufanya kazi, mabasi ya kampuni ya Moffat kwa njia ya Kilwa Road yaliyokwisha fika mpaka sasa yako mia moja na hamsini na moja na mara ya kwanza tarehe kumi na tano yaliingia mabasi tisini na tisa Hivi ninavyozungumza tumeyatoa yote bandarini, yako kwenye yadi ya pale Mbagara ili kuyapate vibali vyote maalum na yaweze kuingia barabarani. Ninayo furaha pia kuwaambia kwamba Mungu akijalia, kwa namna ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu amepata pia maelekezo kutoka kwa mamlaka na kusimamia sisi wiki hii mpaka wiki ijayo mabasi ya kampuni ya Mofat yatakuwa tayari yamekusha ingia barabarani kwa ajili ya kufanya kazi kwa njia ya Mbagala. Sasa kilichopo kwenye barabara hii ni nini tulichokiamua kwenye barabara hii mpaka muda huu, kwa kuwa mabasi haya ni machache, kwa kuwa mabasi haya ni machache, na kwa kuwa mabasi haya demand yake imekuwa ni kubwa kuliko supply, tulichokifanya sasa, tumekushakaa na kampuni inayotoa huduma barabara ya Kilwa Road. Ili angalau sasa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 ambaye amekesha usiku na mchana kuendesha vikao vya namna ya kuweza kutatua jambo hili kwa njia ya ya kudumu na mara mabasi yote atakapokuwa amefika, na imani Mheshimiwa Waziri Mkuu atatuelekeza zaidi kwamba sasa ni hatua gani itakayofuata ama kwa mamlaka zingine za juu kuweza hata kuja kuwaeleza tena Watanzania na pengine kuwaambia Watanzania wasiwe na wasiwasi tena kuhusiana na huduma hii ya mabasi yaendayo kwa kasi. Baada ya kusema haya, ndugu zangu waandishi wa habari, naombeni tena tukae mabalozi wazuri leo hatuna nchi nyingine ya kuijenga, ni nchi yetu wenyewe. Tumepata changamoto jambo hili, tuvumiliane kwenye changamoto hii ili tuweze kuitatua. Hata ndani ya nyumba zetu huwa kuna changamoto, na changamoto hazitatuli kwa siku moja. Zipo changamoto kwa nature tofauti, utatuliwa kwa siku moja, na kuna nature zingine hazitatuli kwa siku moja. Wengine wanasema kwa nini tusiingize mabasi ya kawaida yapite hapa? Hapo tunaweza tukaleta disaster kubwa, kwa sababu mnafahamu milango ya mwendokasi ipo upande huu, kwa sababu ya namna structure za stendi zilivyojengwa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 mlemle mle kwenye basi wakaanza kupiga kelele, hatumtaki polisi, hatutaki jambo hili. Sasa ndugu zangu, polisi hata ukisema kwamba wana uzembe, wao walijaribu tu kusimamisha basi moja, lakini humo ndani akawa ni makelele makubwa. Tuvumiliane, twende kwa busara ili nchi yetu iweze kwenda vizuri. Una swali lolote?